Au neno lalosema uaminifu na kuaminiwa. Sema uaminifu na kuaminiwa. Ehe, andika hilo, uaminifu na kuaminiwa, hilo neno letu la leo ni. Nimekuwa na jumbe mbili zinazogongana, lakini huu ulipata nguvu zaidi uh, watu wanatafuta nguvu za Mungu na tochi kabisa, hawazioni sasa. Lakini naona hili limepata nguvu zaidi uh, kwa acha kwenda na ratiba ya Mungu. Uaminifu na kuaminiwa, asema uaminifu na kuaminiwa na eh, kuna uaminifu alafu kuna kuaminiwa hivi, e, ni vitu tofauti Unaweza ukawa ukaaminiwa, uh, uka, lakini sio mwaminifu, lakini pia unaweza ukawa mwaminifu usiaminiwe. Kwa hiyo uh, inategemea na mazingira yao. Sasa sikia, uaminifu ni nini? Andika, uaminifu uh, ni kutoka neno la Kiarabu. Uliona, ndo limeweka tafsiri nzuri sana eh, Kiarabu kwa Kiingereza tunaitwa faithfulness, ni tabia njema ya mtu. Rudia tena, uaminifu ni kutoka neno la Kiarabu, kwa Kiingereza inaitwa faithfulness, ni tabia njema ya mtu uaminifu, binadamu inayomfanya akubalike kwa wengine hata wakampatia dhamana ya pesa au mamlaka fulani. Narudia tu, uaminifu nisema ni kutoka neno la Kiarabu wa Kiingereza naitwa faithfulness ni tabia njema ya mtu binadamu inayomfanya kubalika kwa wengine hata wakampatia dhamana